Kando na hayo je, ni mwenendo wa kuwatumia wanafunzi wa shule ya msingi visivyo au ni watoto wenyewe kupigania haki zao za shule zao? Miezi minne hivi baada ya wanafunzi wa shule ya msingi ya Lang'ata hapa jijini Nairobi kuandamana kutetea ardhi ya shule yao, shule moja katika kaunti ya Nakuru imehusika kwenye kisa sawia. Na hicho wanafunzi hao wamevunja lango la kipande cha ardhi wanachodai kimenyakuliwa na vilevile kubomoa kibanda kilichokuwa kwenye ardhi hiyo. Francis Mtalaki na maelezo zaidi. Ikiwa ulidhani hawa ni wanafunzi wa shule ya msingi ya Lang'ata, basi umenoa. Hapa ni kaunti ya Nakuru katika shule ya msingi ya Naka ambapo wanafunzi hawa walikuwa wakidai haki yao baada ya mwekezaji mmoja kuwa nyakulia kipande cha ardhi cha hekari 12. na baada ya muda waliweza kuvunja mlango uliokuwepo kisha kuingia ndani ya kipande hiki kinachosemekana kunyakuliwa mwaka 1975. Eh, hii shule imekuwa hii hapa na mzozano amana kuna pahali, wakati ingine hapa nyuma tume, shule imejenga ikakuja ikabomolewa tena usiku 2013. Ndio ukuta sasa imekuja imewekwa immediately, in fact within two days hii ukuta yote imesurround tendeka landi na ikawekwa gate na ikanyamazwa hivi kwa miaka hiyo miwili. Ukuta huu ulifunga kipande hiki umesalia hapa, wakijaribu kutafuta mwafaka lakini hawakuweza kufanikiwa, na hii leo waliamua kuchukua sheria ya mikononi mwao. Tumeenda kwa land, tumeenda kwa kanzo, tumeenda kila pahari mpaka tukaona kama imeshindikana. Ingine pia kiwanja ya public, in the middle na social amenities ziko hapo katikati, hata hiyo ni kama zimegrabio nyumba hii ya mabati wakiichangamkia wanafunzi, bila ya kujali hatari iliyopo. Na baada ya dakika kadhaa, katika ziara yao huko Nakuru, tume ya ardhi ilizuru kipande hicho cha ardhi na kuahidi kutoa mwelekeo, lakini tukio la hii leo huenda ni kutokana na haki ambayo wanafunzi hawa wanahisi inazidi kuchelewa, wakati ambapo suala so la ardhi humo nchini limeendelea kuwa na utata mno, hasa unyakuzi wa ardhi ya umma. Francis Mtelaki, KTN Leo.